Sote tutakula tutaenda tu kwa utaratibu mtakao uelekeza. Napenda nitoe shukrani nyingi sana kwako Mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu wa Ruvuma, lakini zaidi sana nimtoe shukrani zetu nyingi kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa jamhuri yetu ya Muungano, kwa mapenzi yake makubwa kwa watu maskini na, na tunapozungumzia watu maskini watoto ni kumi monawako la watoto maskini hasa watoto wanaishi katika mazingira magumu. Sisi kanisa tunavyo vituo na hasa kanisa letu la Anglikana tunavyo vituo vingi visivyo kuwa vitano ya watoto wanaishi katika mazingira magumu, aiiia na mtungo hapa Songea jini tunavyo viwei, lakini pia makanisa mingine yanayojumuisha CCT. Yaani KKKT, Moravian na makanisa mengine wanayo vituo pia, na makanisa ya Pentekoste nao wanayo vituo viko vingi. Kijumla, sisi kama viongozi wa dini tunaona huu ni wajibu wetu kabisa wa kuwakumbuka maskini. Bwana Yesu akisema, basi katika viango muhimu ni kuwakumbuka watu maskini wasio na kitu, na hapa leo ni furaha yangu mheshimiwa mkuu wa mkoa kwanza wewe kwa moyo wako kwa mapenzi makubwa umeamua kuwaalika watoto mimi nilijua nilipopigiwa simu usiku nije kula ndio nakuja kula kula na mheshimiwa mkuu wa mkoa lakini bumbe nakuja kula na watoto yatima jamani Mungu akubarikiwe sana